Utawali wa rais Samia Suluhu Hasan unazidi kukutana na changamoto na vikwazo vingi sana na mara tu baada ya muungano wa kimataifa wa wanasheria na makundi ya haki za kibinadamu kuomba rasmi ya mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kumchunguza rais wa Tanzania na serikali yake kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu unaodaiwa kufanyika ama kufanya wakati wa uchaguzi mkuu wa hivi karibuni ambao ulifanyika tarehe 29 Oktoba, waraka wa ombi kwa ICC linamtuhumu rais Samia Suluhu Hasan na maafisa wengine wa ngazi za juu kwa kuhusis moja kwa moja na vifo vya raia wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi. Ni juma tu lililopita Rais Samia Suluhu Hassan alizindua tume ya uchunguzi kuhusu vurugu hizo baada ya kuwatuhumu wapinzani na mashirika yasiyo kiserikali kwa kusababisha machafuko. Ombi la kuchunguza ukatili unaodaiwa kufanywa na serikali ya Tanzania liasilishwa rasmi kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC mnamo Novemba 13 lakini limetangazwa rasmi tarehe 25 Novemba. Hati hiyo yenye kurasa 82 pia inaeleza kile ilichokiita ukiukwaji wa kimfumo na unaendelea katika kipindi hiki cha miaka mitatu iliyopita, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara, mateso kwa watu waliopotezwa na mauaji ya wapinzani kinyume cha sheria. ICC bado haijathibitisha kama itafanya uchunguzi. Tanzania ni mwanachama wa chombo hicho. Rais Samia Suluhu Hassan alishinda zaidi ya asilimia tisini na saba za kura zilizopigwa na uchaguzi ambao walikuwa wamewazuia wagombea wakuu wa upinzani wa kugombea. Maandamano ya baada ya uchaguzi yalisababisha kufunga kwa interneti, amri ya kutotoka nje na vifo na kukamatwa pia kwa mamia ya watu. Makundi ya waangalizi wa kikanda za kimataifa ilielezea uchaguzi huo kama usio wa kidemokrasia, na ni jana tu Rais Samia Suluhu Hassan amewaachilia baadhi ya vijana ambao walikuwa wamekamatwa kwenye kosa la uhaini. E, kuna baadhi ya vijana ambao alikuwa ametangaza kupitia hotuba yake kwamba wachunguze upya, alafu makosa yao yaangaliwe upya na wale ambao inabidi waachiliwe waachiliwe, ambao wengi walikuwa wameshtakiwa kwa makosa ya uhaini. Sasa jana ilikuwa ni siku nzuri sana kwa baadhi ya vijana ambao walikuwa wamekamatwa baada ya makosa yao kuweza kufutiliwa mbali na mahakama kuu. Sasa vitu vitatu ambavyo rais Samia Suluhu Hassan anatuhumiwa, kwanza kuendesha uchaguzi ambao ulikuwa sio haki na usawa, utekaji nyara, lakini pia kuwazuia wa wapinzani wake kuweza kushiriki uchaguzi mkuu ambao ulikuwa unafanyika kuanzia Oktoba 29. Japokuwa mahakama kuu ya ICC haijadhibitisha kama watakwenda kushughulikia swala la kufanya uchunguzi na kumchunguza Rais Samia Suluhu Hassan na kumfungulia mashtaka rasmi, lakini ni moja kati ya vitu ambavyo sasa hivi vinazungumziwa sana, baada ya mashirika ama makundi ya mashirika kuweza kuwasilisha ombi lao rasmi kabisa kuitaka ICC iingilie kati, na hii mara tu baada ya mzozo kuzuka na, eh, kuonekana kabisa kwamba tume ya maridhiano ambayo ilichaguliwa ama ilikuwa imeteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan haijatoa ripoti mpaka kufikia sasa hivi sasa, nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment, uniambie unahisi nini kuhusiana na hiki ambacho kimefanyika. Unahisi kwamba itakuwa ni vizuri kwamba mahakama ya ICC ingilie kati ili kuweza kufanya uchunguzi na kuweza kubaini nini ambacho kilifanyika? Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.